Oh yes, ni Jumapili nyingine tukufu, Jumapili safi kabisa, Jumapili ambayo tumejaliwa na Mwenyezi Mungu kuiona. Hakika sifa na utukufu zirudi kwako Mungu kwa, kwa hii nafasi ambayo umetupatia kuweza kuiona Jumapili nyingine safi kabisa. Ni Jumapili ya moto sana leo, Jumapili yenye mechi nyingi kwelikweli. Huko katika La Liga Santander, tunaenda kuishuhudia El Clasico ya mwisho katika msimu wa 2024 2025 katika ligi kuu ya Uhispania La Liga Santander El Clasico iliyobeba maamuzi mengi sana leo, lakini pia tunaenda kushuhudia kiporo cha mwisho cha Simba Sports Club katika ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, ambapo Simba Sports Club wanakaribishwa na KMC katika uwanja wa KMC Complex, majira saa kumi kamili jioni tukitoka hapa Bongo, Tanzania, tunaenda moja kwa moja huko katika ligi kuu ya nchini Uingereza, EPL, ambapo itapigwa michezo mitano ya moto. Newcastle United wanamkaribisha Chelsea majira ya saa mbili kamili usiku. Huko Manchester United dhidi ya West Ham United mechi inapigwa majira ya saa kumi na robo. Majira hayo hayo ya saa kumi na robo, Nottingham Forest wanamkaribisha Leicester City. Tottenham Hotspur wanamkaribisha Crystal Palace. Liverpool versus Arsenal ni majira ya saa kumi na mbili na nusu baada ya Arsenal kutolewa katika UEFA Champions League, leo wanaenda kukipiga dhidi ya Liverpool. Liverpool ambao tayari ni mabingwa wa EPL. Twende moja kwa moja katika Spain la Liga Santander. Huko Spain kutakuwa na michezo minne ya moto. Leganes wanakipiga na Espanyola. FC Barcelona wanakipiga dhidi ya Real Madrid. Ikumbukwe e mchezo wa mwisho ambapo Real Madrid alikuwa nyumbani katika ligi, Real Madrid waliweza kuchezea kichapo e, na michezo mingine ya fainali mbili, fainali ile ya Copa del Rey na ile fainali ya Super Copa, Real Madrid waliweza kuchezea vichapo. Kwa hiyo ni mechi tatu mfululizo ambazo Real Madrid wamepoteza mbele ya FC Barcelona. Leo anaenda kucheza mchezo wa nne. Je, yeah, Real Madrid atachomoka kwa FC Barcelona pale nyumbani kwake kabisa Camp Nou? E, ni mchezo ambao una maamuzi makubwa sana leo, endapo Real Madrid wakishinda, watakuwa na nafasi kubwa pia ya kuweza kuwafikia FC Barcelona, lakini pia endapo FC Barcelona watashinda, watakuwa wametengeneza gap kubwa ya point, ambapo Real Madrid nadhani itakuwa ni muda wao sasa kusema bana, e, ligi imetushinda, ligi imeisha sasa. Mechi ya El Clasico Barcelona versus Real Madrid yapigwa majira saa kumi na moja na robo mapema kabisa eh, atakuwa ameshakufa mtu majira fulani hivi ya saa moja moja, na tutakuwa tunaangalia nani analia nani anacheka. Athletic Club wanakipiga na Deportivo Alaves mechi itapigwa majira saa moja na nusu jioni. Real Betis dhidi ya Osasuna mechi inapigwa majira saa nne kamili usiku. Tuende moja kwa moja huko German katika Bundesliga ambapo itapigwa michezo mitatu ya moto. Leverkusen Bayer wanamkaribisha Borussia Dortmund majira saa kumi na nusu, Frankfurt dhidi ya St. Pauli mechi inapigwa majira saa kumi na mbili na nusu, VfB Stuttgart dhidi ya Augsburg mechi inapigwa majira saa mbili na nusu usiku. Katika ligi kuu ya nchini Italia, Italia Serie A, Udinese wanamkaribisha Monza majira saa saba na nusu mchana dhidi ya majira saa nane kamili mchana. Hellas Verona dhidi ya Res mechi inapigwa majira saa kumi kamili jioni. Torino dhidi ya Inter Milan. Inter Milan baada ya kufuzu kwenda katika fainali ya UEFA Champions League, huu ni mchezo wao wa kwanza wa ligi baada ya kufuzu kwenda fainali ya UEFA, ambapo wanakutana na Torino majira saa moja kamili usiku. Napoli wanakipiga na Genoa mechi inapigwa majira saa tatu na dakika arobaini na tano usiku. Yes, hizo ndio mechi ambazo zinapigwa katika ligi mbalimbali mbali duniani katika siku ya leo, siku ya Jumapili takatifu, Jumapili tukufu ya Mei kumi. Eh, e bwana, e, ni mchezo gani ambao unasubiri kwa hamu kubwa sana katika siku ya leo ya Mei kumi? Ikumbukwe e, leo ni siku ya Mother's Day. Happy Mother's Day everyone. Yapa, ni super trov ya Dino Television. Ni kuombe usubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television ili wa kwanza kupata update stori zote za kimichezo kutoka kwetu. Asante.